Hii ni semina ya uh, washirika wetu partners uh, ambao wanatekeleza uh, mradi wa vijana at work, mradi ambao unalenga kuwawezesha uh, vijana uh, hasa mashirika ya vijana ambao wanatekeleza shughuli za sanaa uh, na shughuli nyingine ambazo zinalenga kuweza kuboresha swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia swala zima uh, la sanaa E, swala zima la usawa wa kijinsia na tunawafanyia hii haya mafunzo kwa sababu Sidea ndiyo ambayo inatoa e, hizi fedha ambazo imezipata kutoka EU na lengo letu ni kuwajengea uwezo waweze kutekeleza hii miradi kwa kuzingatia yale au zile ahadi ambazo wamezitoa, kwamba watazingatia e, kuwahusisha vijana, watazingatia kuwahusisha wanawake, watazingatia pia kuangalia swala zima la mabadiliko ya tabia nchi katika kazi ambazo wanazifanya, na waweze pia kutumia vizuri e, njia au e, nyenzo za kutekeleza mradi ambazo ni, e, ni, ni, ni filamu lakini pia ni redio lakini pia ni e, sema community dialogues yaani, Eh, mazungumzo au majadiliano ya jamii ambayo mara nyingi yanaweza kutoka kwa mfumo wa mikutano ya vijiji, lakini pia mikutano mbalimbali ambayo itawezesha basi wananchi kwenye jamii zao ambako mradi unatekelezwa kuweza kujifunza eh, mambo mbalimbali yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia sanaa yenyewe na ajira kwa vijana na fursa ambazo zipo kwenye maeneo hayo na uweza kujipatia maendeleo. Uh, sanaa ni, ni pana, lakini kwa hapa tunajaribu kuangalia zile cohesive approach yani, e, njia ambazo ni za pamoja ambazo zinaweza zikatumiwa na hizi e, taasisi au e, hawa washirika wetu kwa kutumia sanaa e, za filamu, lakini kutumia pia redio za jamii community radios e, na kuweza kutumia pia majukwaa mbalimbali e, cultural centers kwa ajili ya kufanikisha nafasi ya wao kushiriki kwenye shughuli mbali mbalimbali za kimaendeleo. Asante sana. Asante. Uh, mimi naitwa Francisca Damian Boya, ni mkurugenzi wa shirika la Ladies Joint Forum, lakini ni mnufaika wa mradi wa vijana at work. Na um, kwetu kama shirika linaloongozwa na vijana, shirika la vijana ni nafasi nzuri uh, katika kupata mafunzo haya katika semina hii ya siku mbili ambayo itatuwezesha kwenda kutekeleza um, vizuri mradi wetu ambao tunapanga kufanya. Mradi wetu tunafanya mkoa um, wa Mwanza uh, wilaya ya Misungwi na, tunafanya katika um, kipengele cha usawa wa kijinsia kwa matumizi ya sanaa ya filamu. Kwa hiyo tunafurahia, tunatarajia baada ya mafunzo haya tutaweza kutekeleza vizuri, malengo ya mradi wetu yatafikiwa vizuri, na tutaweza kunufaisha jamii pamoja na uh, wanawake na wasichana ambao tunapanga kufanya nao kazi katika mradi huu wetu, yeah. Sawa sawa. Ya kwa majina, mimi naitwa Isaac Abeneko aa, na mimi natokea kwenye taasisi inaitwa Asedeva, ambayo inasimama kwa Art and Social Economic Development in Africa, na ni wanufaika wa mradi huu wa vijana Artwork ambao uko chini ya Sidea na pia umekuwa ni mradi ambao asilea, na uko chini ya Sidea Goethe Institute kwa ufadhili wa hisani ya European Union. Uh, leo tuna workshops ambazo zimeanza leo na kesho na ni capacity building, na katika workshop hii uh, kuna maeneo tofauti tofauti yanaangaziwa ili kuhakikisha kwamba taasisi zote ambazo zinaweza kunufaika na umradi mradi zimepata mafunzo makini na mafunzo yenye tija katika maeneo ambayo yanahitajika mafunzo au eh, u, u, eneo la kuboreshwa zaidi, kwa sababu um, mradi wa vijana at work umekuwa ni wa kiushindani na kuna taasisi tofauti tofauti zimechaguliwa kwenye mashindano ya maombi ya awali na um, kuna sehemu ambazo zinahitaji support ya kuongezwa. Kuboreshwa. Na pia leo tunafahamu mradi kiujumla, tunafahamiana wote kwa pamoja na kafu wadau ambao wanaenda kunufaika na mradi, kwa hiyo mafunzo ya hapa yatatusaidia katika mwenendo mzima wa kufanikisha mradi huu wa vijana artwork, uh, katika maeneo yetu sisi tuko katika maeneo ya Kinondoni, uh, Kinondoni kwa maana ya Dar es Salaam na tutatumia kwa wilaya ya Kinondoni kufanya mradi huu ambao tunazungumzia mambo ya gender equality na mradi wetu utajikita katika mambo theater performance kwa maana the community theater performance development, na tutahakisha kwamba tunakuwa tuna mazungumzo yanayosababishwa na sanaa hizi ambazo tunaweza kuzifanya mazungumzo haya na jamii tija yake au muhimu wake ni kupata uh, mwafaka wa matatizo yanayozunguka jamii na matatizo yanayozunguka vijana hususan, uh, wanawake katika vipengele tofauti tofauti ambavyo wanakabiliana navyo ambavyo vinawarudisha nyuma au vinawakwamisha. Sasa, uh, tutatumia michezo ya maigizo ambayo yenye uweredi na yenye kubuniwa na yenye kuweza kutohoa na kuleta shida ya, ya jamii mbele yao, na wakaweza kuona kwamba wanaweza kushiriki kuzungumza vitu ambavyo labda huvijadiliwi katika mbele ya jamii. Kila mtu ana, anakaa kimya. Kupitia maigizo na ngoma na mziki zitawafanya wahamasike kuweza kuwa na shauku ya kuzungumza au kushea e, changamoto zinazopitia, na pia katika mradi wetu sisi tumejipanga vizuri, tutakuwa na wataalamu tofauti tofauti ambao tuko nao, ambao watawasaidia kwa mfano wanasheria taasisi za kisheria uh, pale panapohitajika pia msaada wa kisheria, kwa sababu unaweza ukafika sehemu unazungumzia shida ya jamii alafu unaacha na shida yao. Kwa hiyo haina haina haina tija. Kwa hiyo sisi tumejipanga zaidi pia tuki maeneo ambayo tutakuta kuna shida kuhakikisha kwamba tunapa, tunapata mwendelezo wa utatuzi wa hizo shida, na sehemu ambazo zenye changamoto jamii zinahusika kutatua changamoto, na tumeshirikiana na serikali za mtaa na serikali za, za, za wilaya ili kuweza kwa kuhakikisha kwamba uh, kunakuwa na mfumo mzuri wa kuunganisha taasisi tofautofauti ambazo zinadili na matatizo haya na taasisi zenye nia za kuleta maendeleo na usawa wa kijinsia katika jamii yetu.